Je, unamjua kapteni Tesha wewe, au umewahi kusikia historia yake yeyote kumuhusu? Basi ungana nami mtangazaji wako pendwa Kambona kani, ili uweze kupata undani wa habari hii. Lakini kabla ya kuendelea, nipende kukumbusha mtazamaji wetu pendwa wa Dicky Studio TV, usisahau subscribe chaneli yetu, ili uwe wa kwanza kupata habari motomoto kutoka Dicky Studio TV. Leo si siku ya kawaida. Maneno yamezungumzwa, kauli imetolewa, na kilichosema kimewaacha watu wengi midomo wazi. Kapteni Tesha amerudi tena, lakini safari hii ametamka maneno yaliyoitikisa fikra za watu wengi. Je, kauli hii inalenga nani? Ni onyo, ni msimamo, au ni mwanzo wa kitu kikubwa zaidi? Siondoke, hii ni habari inaweza kubadilisha mwelekeo wa mjadala mzima. Kapteni Tesha ni miongoni mwa watu waliowahi kujijengea jina kupitia misimamo yake ya wazi, kauli zisizo na woga na uwezo wa kuibua mjadala mzito ndani ya jamii. Kwa muda mrefu sasa amekuwa akizungumza mambo yanayogusa wananchi moja kwa moja, na ndiyo maana kila anapoongea wengi humsikiliza. Katika kauli yake ya hivi karibuni, Kapteni Tesha ametema cheche mpya zilizozua gumzo kubwa mitandaoni na miongoni mwa wananchi. Amesisitiza kuwa amesisitiza mambo ambayo wengi wamekuwa wakinong'ona kimya kimya, lakini sasa yamesemwa hadharani. Kauli yake imeibua hisia mseto, kwani wapo wanaomuunga mkono wakisema amethubutu kusema ukweli, na pia wapo wanaomhoji wakisema aso. Lakini wapo pia wanaohoji muda na athari za maneno hayo. Kilicho wazi ni kwamba ujumbe wake haukuwa wa mzaha Ulibeba uzito, msisitizo na ishara kwamba bado kuna mengi yanakuja. Hadi sasa mjadala unaendelea kushika kasi, huku watu wakisubiri hatua au kauli nyingine itakayofuata, mahali ambapo habari havifichwi bali huchambuliwa kwa kina. Endelea kufuatilia Dicky Studio TV. Pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike ili uweze kupata maendeleo ya habari hii pendwa, na uweze kupata habari za uhakika au kweli.